Sura yake ya saba, verse seven na mstari wa nane, and verse eight. Mika saba nane Biblia inasema hivi uko, says, uko hapo pamoja nami yes. Hallelujah inasema uh, lakini mimi nitamtazamia Bwana Wacha tuanzie saba na tusome nane. Lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamgojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. My God will hear me. Mstari wa nane: usifurahi juu yangu. Do not rejoice over me. Eh, adui. My enemy yangu Niangukapo nitasimama tena. When I fall, I shall rise. Nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Ujumbe wangu leo hii ni kwamba nitainuka tena. My message today is that I will rise again. Narudia tena. Ujumbe wangu ama kichwa cha ujumbe wangu ni kwamba nitainuka tena. My theme is I will rise again. Kama unaamini utainuka tena shangilia na useme amina. Kuna kuinuka tena. Mpango na kusudi la shetani ni kwamba usiwai inuka. Mpango wake ni kwamba usiwai na hiyo ndio sababu anachokifanya siku zote, anataka kuweke chini, anataka anataka akukandamize, anataka akufinyilie chini, anataka akukandamize, anataka akukanyange. Lakini kusudi la Mungu, unisikize, kusudi la Mungu uweze kuinuka, is for you to rise. Uh, nasema kusudi la Mungu ni kwamba uinuke. Mwambie utainuka tena. Mwambie ninainuka tena. Sikiza, kwa biashara utainuka. Kwa familia utainuka. Kifedha utainuka. You go to rise. Kwa familia yenu utainuka, pale unakoishi utainuka, watoto wako watainuka, going to rise. Hakuna kitu kitakuzuilia. Mwambia mwenzako sizuiliwi tena, mwambie ninainuka tena, haleluya. Hii haijalishi wamekuweka wapi, It jalishi wamekufungia wapi, leo nina habari njema, waenda kuinuka tena. Shika jirani yako mkono, mwambie tunainuka pamoja. Mwambie kibiashara twainuka. Mwambie kwa kuendesha magari tutainuka. In driving, we're going to rise. Mwambie kusafiri kimataifa tutaenda. Going international. Mika anasema. And Mika say. Lakini mimi nitamtazamia Bwana. But I want to look unto the Lord. Sijui ni watu wangapi wanamtazamia Bwana. I don't know how many people are looking unto the Lord. Nataka umtazame Bwana. I want you to focus on God. Hata wakati mambo ni magumu mtazame tu. You know, things are difficult, just look unto the Lord. Hata wakati njia zimefungika mtazame tu. With the ways blocked, just look unto the Lord. Anasema, nitamgoja Mungu wa wokovu wangu. I'm going to wait for the God of my salvation. Yeye Mungu ndiye Mungu wa wokovu wangu. He is my God of my salvation. Wewe Mungu Mungu hawezi akakuaibisha. Nasema Mungu hatakuaibisha. Ambia mwenzako hutaaibishwa na Mungu. Mungu ni Mungu wa wokovu. He is a God of salvation. Anasema Mungu wangu atanisikia. Tunamtumikia Mungu anayesikia. Ambia mwenzako Mungu anasikia. Anajibu maombi, anajibu maombi wake. Anajibu haja ya moyo jamani, jamani Yesu amefanya amejibu maombi kama ame

Narudia tena. Kufika asubuhi kesho, to saa nne za asubuhi, utasimama na kusema hakika amejibu maombi kesho, saa nne asubuhi kusema hakika amejibu maombi. Kuna watu unaenda kazini, kuna watu utafungua biashara, wateja watakuja like kuna up. watu baraka itakufuata nyumbani, uta utasimama people na kusema

unaenda kusema amejibu maombi, utainuka tena, haijalishi uko wapi. You, sikiza kitabu, hebu sikiza mstari wa nane, anasema usifurahi adui yangu. Do not rejoice my enemy. E, adui yangu, o oh, my enemy. ni yangu kapo fall, nitasimama tena. I'm going to rise again. nikaapo gizani, when in darkness. Bwana atakuwa, the Lord will be nuru yangu. a light to me. Mungu atakuwa nuru yako. God is going to be light unto you. giza itatoweka. Darkness is going to go away. Giza ya maisha itatoweka. The darkness of life is going to pass away. Maana nuru itangaa hata giza. Because light is going to shine even in darkness. Adui zako watashangaa. Your enemies will be surprised. Kile Mungu amefanya maisha. What God has done in your life. Kwa maana maandiko yanasema niangukapo nitasimama tena. That's what the Bible says when I fall, I'm going to rise again. Nataka nikuambie hivi. What to do with this? Kwa Mungu kuna kusimama tena. To God is rising again. Hata kama umeanguka utasimama even tena.

kwa maana mwenye haki huanguka mara saba akaondoka tena, for though they fall seven times they rise again, they rise again, bali wasio haki hukwazwa na mabaya, but the wicked are overthrown by calamity. Biblia inasema mwenye haki huanguka mara saba. The Bible says the righteous falls seven times kisha akasimama tena and then they stand again usijali hata kama ulianguka Biblia inasema mara saba unasimama tena hata kama biashara ilianguka mara ya kwanza ianguke mara ya pili

Mimi sitaki kujua ulipoteza nini. I don't know, want to know what you lost. Wenda ulipoteza kibali. Maybe you lost favor. Wenda ulipoteza pesa. Maybe you lost money. Wenda ulipoteza ndoa. Maybe you lost your marriage. Wenda ulipoteza watoto. Maybe you lost the children. Kuna kusimama tena. Again. Utainuka tena. Kesho sane asubuhi, kuna mtu atasema amejibu maombi. Kuna mtu atasema amejibu maombi, maana kuna kusimama tena. Unaenda kuinuka. Sema nainuka. Haleluya, amen. Utainuka. Sema nainuka. Wiki hii, this week, ni wiki ya kuinuka tena, it's the week of rising again. Amen. Haijalishi magumu unapitia, about how the, the, the things going through, Bwana atakuponya nayo yote. god is going to heal you again. Kitabu cha Zaburi 34, ninapoelekea kumaliza, the book of Psalms 34 verse 19. Kitabu cha Zaburi 34 mstari wa kumi na tisa inasema hivi, verse 19, mateso ya mwenye haki ni mengi. Many are the the afflictions of the righteous. Lakini Bwana umponya nayo yote, but the Lord rescues them all una, from the, from una them. Mateso mengi. There's so many afflictions. una shida nyingi. There's so many problems. Mambo ni mengi So many things. Lakini Biblia inasema, But the Bible says Mungu atakuponya nayo yote. God is going to rescue and heal you from the Mungu atakuponya nayo yote. God is going to heal free you from all. Ina maana haya matatizo. It means all these problems. Haya magumu. All Haya magumu, the difficult things. Hali unayopitia. The situation you go through iko na mwisho. It has got an end. Nasema iko na mwisho. Nasema iko na mwisho. Mungu anakuondoa, anakuondolea yote. Mungu wetu anakuponya nayo yote. Anasema mateso ya mwenye haki ni mengi. Wako wapi wenye haki hapa? Where are the righteous? Wenye haki wako wapi? Where are the righteous? Wenye haki wako wapi? Where are the righteous? Kama wewe ni mwenye haki, sema mimi ni mwenye haki. If you are righteous, say I'm righteous. Waambieni wateule, wasife moyo, wana teule wasife moyo kwa maana Bwana amekusudia Wote ule wasife kwa maana amekusudia wanamekusudia kukupa mema. Amen.

utainuka tena kiuchumi, utainuka. Biashara unaenda kuinuka, unaenda kuinuka kwa jina la Yesu. Hakuna jambo gumu linalomshinda. Anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Ni jambo gani ni silo liweza? Ninakuombea siku ya leo

Baba na waombea wote wanaonitazama Father I pray for those who have watched us Natangaza utawapa mema I announce that you will give them. Wanaenda kuinuka. They are going to rise. Wanaenda kuinuka. They are going to rise. Wanaenda kuinuka. They are going to rise. Pokea upako wa kuinuka. Receive the anointing of rising. Pokea neema ya kuinuka Receive the grace, the grace of rising. wiki hii utainuka. This week you could rise. Utasimama tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi Mungu wetu akubariki sana. So may God bless you. Popote unaponitazama. From wherever you're watching us from. Mungu akubariki. Najua kwa wengine ni asubuhi. I know to some it's morning. Wengine mnalala. Some has, oh, are still sleeping. Wengine mko kazini. And some at work. Wengine unanitazama ukiwa kwenye gari lako. On you, in your car traveling. Kwa namna yote ambayo unatumia kunipata. In any way to get me na kutangazia, kesho saa nne asubuhi utasema amejibu maombi yangu. You're going to say that he has answered my prayers. Barikiwe sana, be blessed. Tukutane pale Isinya, let's meet in Isinya. Na Mungu atatena mema. And God is going to do great. Mkutano unaanza saa 10. The meeting is going to start at 4. Kwa hiyo jiunge nasi. So join us. Na utaona ukuu wa Mungu. And wenda unafikiri una, unawaza kusupport Ndoto TV? You be thinking of supporting us. Ata kutuma sadaka yako. We send your offerings. Angalia kwenye screen yako. Just check on your screen. Kuna namna ambayo unaweza ukatuma sadaka yako. There are ways you, you can can support this unaweza, initiative, this, initiative unaweza ukatumia M-Pesa. You can use M-Pesa. Unaweza tumia njia ya till till number. You can use till number. Unaweza ukatumia uh, account ya banki iko hapo. Waweza ukatumia namna ya wave, you can also use wave. Kutumia namba hiyo unaiona na hapo kwenye screen yako, unaweza kufanya kutuma kupitia MoneyGram, Western Union. Western Union kwa namna yote ile In any way, na kwa support yeyote ile utabarikiwa. Josephine, asante kwa support yako ya Ndoto TV. Josephine, Thank you for your support to Ndoto TV. Umenitumia, umesema ni ya ku support Ndoto TV, na kuambia utainuka. I tell you, to rise, kwa jina la Yesu Kristo Amen. Basi barikiwe sana, so be blessed. Kuelewa maana ya ndoto yako ni bora sana, to understand the meaning of a dream it's important, kwa ajili ya usalama wako, because of your safety. Maana ndoto sio mashambulizi, because a dreams are not attacks, ila ni ufunuo, but a, a revelation wa matukio katika ulimwengu wa kiroho of uh, things in the spiritual realms. Peter It's uh, your, you your, pastor, Reverend Peter Shamah Njihia Greater uh, Works International. From hapa. Kumbuka ukombozi wako ni uhuru wako